Kufika kitu saa kumi na moja ile asubuhi ya Alhamisi hiyo sasa, na madaktari wakaja wakanaambia mtoto wako ameshindwa. Familia moja katika wadi ya Junju, eneo la Kilifi Kaskazini, imetumbukia kwenye majonzi makubwa baada ya mtoto wao wa miaka kumi na tano kufariki dunia kufuatia adhabu aliyopewa na no mwalimu katika shule ya msingi ya Ngongoni eneo la Vipingo. Mwanafunzi huyo Earnestine Dzinza Tunje aliyekuwa akisoma darasa la nane aliripotiwa kufariki kutokana na kuvuja damu kwenye ubongo baada ya kugongwa kichwani, kwa mujibu wa ripoti ya upasuaji wa maiti iliyotolewa katika hospitali ya rufaa ya Kilifi. Baba wa marehemu, Alex Tunje, amesema mtoto wake alianza kulalamika kwa maumivu makali ya kichwa kabla ya kukimbizwa hospitalini lakini hatimaye akapoteza maisha. Familia hiyo pamoja na mashirika ya kutetea haki za binadamu sasa yanaitaka serikali kuhakikisha mwalimu anayehusishwa na tukio hilo anawajibishwa ipasavyo kisheria. Naibu Kamishna wa Kilifi Kaskazini, Samuel Mutisya ametoa wito kwa walimu kuzingatia sheria na taratibu za elimu akisisitiza kuwa uchunguzi unaendelea na kwamba mwalimu anayehusishwa na kisa hiki atachukuliwa hatua kali za kisheria. Nikiripotia Dabaso Sultan Media, mimi ni Kasim Hamisi. Jumatano hiyo la Hamisi kitu saa ngapi ngapi, hiyo saa sita sita, kama tem, kama hii Nampata yuko hali mbaya kabisa mm. Ikabidi nikamwambia kuna daktari mkubwa amekuja, nikamfuata mpaka huko aliko, nikamfuata alipoongea naye akasema acha nakuja. Akaja kufika hapo akasema huyu ha, basi hata heri ende ICU. Nikamchukua kamchukua kam, ka, ka kaenda apeleke kwa ICU mm. Tunashindwa ni jinsi gani eh, mwalimu anaweza kuadhibu mtoto kwa kumgonga kwa kichwa. Na singesema hivyo ni kwa sababu tumetoka postmortem right now na ripoti ya daktari imetoka, inaonyesha kwamba yule msichana alikuwa na internal bleeding kwa kichwa, kama vile venye CT scan ilikuwa imeeleza pale mwanzo. Mimi kama mwalimu siwezi punish mtoto namna hiyo, siwezi kabisa kabisa, sababu mimi ni mzazi, na tunafunishwa kwamba kama uko na hasira zako nyumbani usiwahi ingia darasani, afadhali ukae staff room. Nilihuzunika na kifo cha as, a, Earnestine mjukuu wangu, mpaka sasa hii habari ambazo tuko nazo za uhakika ni kwamba mwalimu yule hajashikwa wala hajawekwa korokoroni. Ni jambo la kustaajabisha kusikia polisi wanasema ya kwamba hati wanasubiri postmortem report itoke ndio wao waweze kumshika yule mwalimu.